Naam, karibu katika Kijiwe Mchongo ya kipekee kabisa kama unavyoona tuko eh, makao makuu kabisa ya uh, UTT AMIS tunazungumzia ya Sukari House leo. Niko bwana na maafisa kutokea UTT AMIS, niko na ndugu yangu Clinton Kilawe pamoja na Brian Kiwere maafisa nguli kabisa kutoka UTT leo katika kijiwe mchongo bwana, tumekuja kivingine leo. Tuko ndani ya maswali na majibu kutoka kwa wawekezaji wetu duniani kiujumla, tunazungumzia Tanzania, nje ya Tanzania huko wana diaspora. Leo yale maswali yao mengi sana walikuwa wanauliza kupitia mitandao yetu ya kijamii, basi majibu yake leo yatakuwa hapa. Ndugu yangu Clinton, habari yako? Salama kabisa, kwema kabisa. Upo salama kabisa? kuna baadhi ya Watanzania na wasiokuwa Watanzania wako hapa kwa ajili tuweze kujibu maswali yao. Umejipanga vilivyo? Umejipanga vizuri kabisa. Tukija kwa ndugu yangu Brani, vipi? Safi kabisa. Mambo yasemaje? Salama, uzima upo? Salama kabisa. okay, sasa basi bila kupoteza muda Kijiwe Mchongo bwana, leo tuende moja kwa moja. Kulikuwa kuna baadhi ya maswali mengi sana kupitia mitandao yetu ya kijamii, kuna baadhi ya watu wameweza kuuliza maswali. Sasa sisi tuko hapa katika Kijiwe Mchongo tuweze kuyajibu. Sasa bwana Clinton, tu tuanze kwako kuna ndugu yetu mmoja mwekezaji anaitwa Temba Khan alikuwa anauliza hasa yeye alikuwa anataka kuweza kufahamu UTT AMIS ni nini na je, usalama wa pesa zake uno ukoje? Cha kwanza tukianza, UTT AMIS ni taasisi ya serikali, okay, ambayo ipo chini ya Wizara ya Fedha, lakini taasisi hii inajishughulisha na masuala ya uwekezaji kupitia, okay, mifuko ya uwekezaji pamoja, ambayo kwa sasa hivi tuna mifuko sita tofauti na kila mfuko una namna yake ya uendeshaji. Kwa hiyo UTT AMIS ni taasisi ya serikali ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji kiufupi kupitia mifuko yake iliyonayo. Tunao mfuko wa Umoja, Wekeza Maisha, Watoto, mfuko wa kujikimu, mfuko wa liquid fund na mfuko wa hati fungani ama ni bond fund kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo hiyo ni mifuko ambayo inamilikiwa au inasimamiwa na taasisi ya UTT AMIS kwa sasa hivi. Na swala la usalama wa fedha ya mteja ni cha kwanza ni taasisi ya serikali, lakini cha pili ni taasisi ambayo inasimamiwa au inakuwa ina watu ambao wanaifuatilia taasisi hii. Ina regulator ambaye ni CMSA, ina custodian ni wa mifuko ambaye ni CRDB Bank okay. Lakini pia ina mkaguzi ambaye ni kampuni ya KPMG. Kwa hiyo ni taasisi ambayo usalama wa fedha ya mteja upo sehemu salama kwa sababu kuna taasisi mbalimbali ambazo zinafuatilia mifuko hii kiundani, na pia mteja, kila mwisho wa mwaka wa serikali unapopita hmm. Yani make mwezi wa sita, wa saba mpaka mwezi wa sita huwa kuna AGM okay, ambapo mwezi wa kumi na moja mara nyingi huwa vinafanya pale kuelezea performance ya mfuko imeendaje okay. Kila mfuko huwa unakuwa una AGM ambapo wawekezaji huwa wanapewa taarifa mbalimbali za kifedha pamoja na za usimamizi, lakini pia custodian wa mifuko ambaye ni CRDB pia huwa okay. Anatoa taarifa yake pale kwamba wawekezaji wanahakikishiwa fedha zao ziko salama kwa namna zote. Kwa hiyo ni, ni, ni kampuni ambayo au ni taasisi ambayo inasimamiwa na sekta tofauti tofauti kuona namna gani hii mifuko inafanya kazi vizuri. Na hiyo katika AGM ambayo inakuwa inafanyika kila mwisho wa mwaka. Kila mwisho wa mwaka, mwaka wa serikali na mwaka wa serikali ambapo tunazungumzia kwenye mwezi wa mwezi wa 11. Mwezi wa 11 inafanyika mwezi wa 11. Inakuwa inafanyika, maanake tunakuwa tunazungumzia kwa kila mwekezaji anakuwa anakuja kupata taarifa yake ya kila mfuko wake ambao alikuwa amewekeza na mwisho wa siku pale kunakuwa kuna mabadiliko ya kuweza kujua faida zao zinakuwa zimeingiaje kila mwisho wa mwaka sindio? yeah, yani kwenye AGM unapewa taarifa zote ambazo kila kilichotokea kwenye mwaka husika wa fedha. Kwa hiyo kama ni faida, tumetengeneza faida kiasi gani, kama ni namna gani tunataka tuendee na malengo yetu ya mbele, tunapanga kufanya kitu gani. Kwa, kwa pamoja kama taasisi na wawekezaji wake huwa wanapata nafasi ya kukutana kwa pamoja kudiscuss mambo yaliyotokea kwenye mwaka wa fedha uliopita, okay, na kuweka mipango ya mwaka unaofuata au miaka ya mbele, nini kiongezeke, nini kibadilike, kipi ambacho wawekezaji wanaona, namna gani wanaweza kaendesha huo mfuko. Kwa hiyo ni mfuko ambao unawaruhusu wawekezaji na unawaruhusu wawekezaji na wao kuchangia mawazo yao. Basi hiyo itoshe kabisa kusema kwa Bwana Temba kan hii ni sehemu salama, eh, kama tulivyosema kwamba UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia wizara ya fedha, maswala eh, ya fedha inajihusisha na maswala ya uwekezaji, lakini mwisho wa siku wawekezaji nao wanapata fursa ya kuweza kujua eh, mwisho wa mwaka kile walichokiwekeza ripoti yao inakuwa iko vipi? Maana yake hapo umeona utofauti. Hii sio taasisi ya kanjanja, ni taasisi ya serikali na uhakika ndani yake kuna usalama unauona. Clinton, mimi nakushukuru sana Bwana Temba, naamini kwamba anaweza akawa amepata jibu lililomridhisha kabisa. Huu Temba Kani sijajua ni mwindi au la, maana kuna Utemba na kuna Ukani. A, tukija kwako ndugu yangu Bran, kuna ndugu yetu Nyawale Nyonzo e, huyu naamini ni Mtanzania, anasema kwamba diaspora anawezaje kufungua akaunti ya UTT wana diaspora tunaamini UTT kama tulivyotoka kuweza kuzungumza ni worldwide. Sasa tuzungumzie kwa hao wana diaspora, akitaka kuweza kufungua akaunti ya UTT anafanyaje fanyaje? Sasa asante kwa swali zuri. mm -hmm. uh, kwanza kabisa tukianza na kumwelezea huyu diaspora ni wa Tanzania ambao wanakaa nje ya Tanzania. Sasa tunawafikia vipi ili wao nao waweze kuwa wawekezaji au waweze kuwa mmoja wa wawekezaji wa no, uwekezadi. Uwekezadi. Yes. Sasa, hawa diaspora huwa tuna utaratibu wa kuwasiliana nao ambao ni kutumia barua pepe sawa. Okay. Barua pepe yetu ni ya uwekezaji @uttamis.co.tz. Kwa hiyo diaspora popote alipo ana uwezo wa kuwasiliana na uttamis kupitia hiyo barua pepe. Kwa maana gani? Anaweza akapakua uh, fomu yetu ya kujiunga kupitia website yetu inapatikana, then baada ya hapo ataijaza vizuri ile fomu, atatutumia sisi kupitia hiyo barua pepe. Baada ya hapo sisi sasa tutamtumia akaunti namba yake ya uwekezaji okay. Sawa kwa okay. Lengo la kuanza e, kuwekeza yes okay. Kwa hiyo kwa namna hiyo inakuwa ni, ni, ni, ni urahisi kwake yeye diaspora Kuanza kufanya uwekezaji wake na kwanza kunufaika kupitia hii mifuko ya uwekezaji ya UTT. Na maana yake mawasiliano hapo kupitia mwana diaspora na, na maafisa kutoka UTT inakuwa kupitia barua pepe, kwa changamoto yote ambayo anaweza ana, akaa anakutana nayo kipindi ambapo anataka kufungua akaunti ya UTT kupitia barua pepe mtakuwa mna mjibu kwa ufasaha kabisa. Clinton, una lolote la kuongezea kupitia hilo? Ah, kwenye hilo pia mm mwa mtu ambaye yupo nje ya Tanzania Sama, ambaye ni Mtanzania ama sio Mtanzania mm, kuna baadhi ya mifuko ambayo wanaruhusiwa, kufungua okay. Kuna mtu ambaye ni Mtanzania lakini yupo nje mm, lakini kuna yule ambaye sio Mtanzania kabisa mm, lakini amependezwa kwa, yani kuna mfuko ambao anayana na yeye unamfaa kuna mifuko ambayo Mtanzania yoyote ambayo ipo nje anaweza kufungua, lakini kuna mifuko ambayo ipo limited kwa watanzania peke yake. Kwa wale ambao sio watanzania, basi kuna baadhi ya mifuko yao ambao wanaruhusiwa wao, ambao mimi nafikiri ukiwabayana inawezekana vizuri kabisa, kwa sababu naamini kupitia maswali na majibu ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS hapa, kuna baadhi ya watu ambao inawezekana sio watanzania wako hapa wanakusikiliza. Hebu waweke wazi ni mifuko ya aina gani, kupitia maswali na majibu ya Kijiwe Mchongo wao wanaweza wakajiunga na hipi ambayo haiwahusu. Sasa kwa Mtanzania, mfuko wote katika ile mifuko yetu sita kujiunga mm. lakini kwa mtu ambaye sio Mtanzania, mfuko ambaye anaweza kujiunga ni mfuko wa hati fungani ama ni bondi fund okay. Ndio mfuko ambaye mtu sio Mtanzania naweza kujiunga lakini kwa yule mtanzania ni mfuko wote ambaye anaweza kujiunga okay. Kwa sasa kwa Mtanzania ni hatifungani hatifungani peke yake, anaweza ya, kujiunga kwenye mfuko wa hatifungani okay. Na maelezo ya mifuko, ukiingia kwenye website yetu ya UTT AMIS ukaenda sehemu ya menu pale, ukichagua our products utaweza kuona mfuko mmoja mmoja na maelezo yake, na pia mfuko huu unamwaccommodate mtu gani pale pale tumeandika. Kwa hiyo kwa yote ambaye anataka kujifunza, sababu huwa tunashauri mtu kabla ya kufungua akaunti apate kwanza elimu kidogo. Kwa hiyo okay. Hata kama upo nje ya nchi, ukitaka kupata elimu kwenye website yetu, ukaibonyeza sehemu ambayo imeandikwa menyu pale, ukibonyeza our product, utaweza kupitia mfuko mmoja mmoja huona, je, mfuko huu unanifaa au haunifai? Pale pale utaona kianzio ni kiasi gani, pale pale utaona ni mtu gani ambaye anahitajika, pale pale utaona namna gani ambayo nategemea, faida gani na mfuko huu umewekeza sehemu gani, na nitegemee faida gani kwa mwaka okay. Kwa hiyo kwenye website unaweza ukapata angalau elimu kidogo kuhusiana na mifuko yetu kabla ya kuanza kufungua. Sasa basi mimi nafikiri kwamba uh, ndugu yetu Nyawale Nyonzo naamini kwamba huyo atakuwa ni mwana diaspora lakini vile vile ni Mtanzania. e, tumeweza kupata faida kutoka kwa ndugu yangu Clinton pamoja na Brian kuweza kuzungumzia hawa wana diaspora, tunajiungaje leo hii kutaka kuja kuwa mwanachama wa UTT AMIS? Lakini kuna la mwisho kabisa Bwana Clinton ameweza kuzungumzia ambalo hili ni la muhimu, kwa hiyo ambao, so kwa so, Mtanzania na Mtanzania ni kwamba ukiwa Mtanzania katika ile mifuko yetu sita unaweza ukajiunga mfuko wote huo. E, moja huo watoto fundi yote ile sita lakini, kwa wewe ambaye sio Mtanzania, unaweza ukawa uh, unaweza ukawa ni mwanafamilia wa UTT AMIS lakini kwa mfuko mmoja tu eh, tunazungumzia hati fungani kwa lugha nyepesi, tunazungumzia bond fan, kama nitakuwa ntakuwa sijakosea bwana Clinton, tuko sawa kabisa eh, eh, naamini kwamba ndugu yetu Nyawale eh, Nyonzo pamoja na wengine uh, watakuwa wameza kupata majibu uh, mazuri kabisa. Twende kwa uh, ndugu yetu huyu uh, bibie anaitwa Mariam E, Remishayo, e, naamini naye huyu atakuwa ni Mtanzania. Anauliza swali lake kwamba e, amewekeza vipande katika uh, uh, mfuko wa umoja tokea mwaka elfu mbili na tisa. Naamini e, na huu ndio mfuko wetu wa kwanza kabisa e, UTT umeelewa. Anataka kufuatilia uwekezaji wake, yupo Ruvuma. Sasa mwekezaji yoyote anaweza kufuatilia uwekezaji wake kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza ni kuweza kuunganishwa kupitia simu yako kwamba kwa yule ambaye anataka kuunganishwa kupitia simu yake anaweza kuwasiliana sisi moja kwa moja kutupa taarifa zake na tunamuunganisha kwenye simu yake ya mkononi. Kwa hiyo anaweza kufuatilia taarifa zake kupitia simu yake ya mkononi. Okay. Lakini mwingine anakuwa anataka kupata ile statement kama unavyoenda benki unapewa statement. Sasa, so, kwenye statement hizo kuna njia mbili namna kuzipata. Njia ya kwanza ni either ufike ofisini kwetu moja kwa moja lakini njia ya pili, unaweza ukatuma taarifa zako kwenye barua pepe yetu kwamba, mimi mwekezaji fulani mwenye akaunti namba fulani nahitaji kupata statement yangu ya kipindi fulani okay. Aidha, toka nilipoanza mpaka sasa mm. au ya miezi mitatu okay. au ya nusu tu ambayo inaonyesha balansi yangu pale, tunaweza kukutumia statement yako kwenye barua pepe yako mm. pamoja, unaambatanisha na kitambulisho chako ili sasa tuweze kujua huyu ni muhusika ama sio muhusika, lazima uambatanishe kile kitambulisho chako ambacho kitambulisho aidha kitakuwa kita cha NIDA au cha kupigia kura. Kwa hiyo ukiambatanisha pale, tunakutumia statement yako kwenye upande wa email au unaweza kufika ofisini kwetu na kitambulisho chako hicho hicho au unaweza kutuma sasa taarifa zangu, bwana, nahitaji kuona fuatilia taarifa zangu kwa njia ya simu, unaweza kukunganisha kwenye simu yako. Kwa hiyo kinachohitajika tu hapo ni akaunti namba yako ya UTT, majina yako matatu na kitambulisho chako. Kwa hiyo verify kwamba huyu ni muhusika, basi moja kwa moja tunakuunganisha kwenye simu yako kwa kupiga nyota mia na hamsini nyota themanini na mbili alama ya ele, utaweza kufuatilia taarifa zako, au kwa kupakua application yetu ya UTT AMIS aidha kwenye Play Store mm. au kwenye App Store, utaweza kupata taarifa zako pia sawa sawa. Na kwa kuongezea, maana namuona huyu bibie mam alijaribu kutaka kuzungumzia Ruvuma Ruvuma, kwa maana yake kwamba yawezekana katika uh, mkoa wa Ruvuma hakuna ofisi ya UTT aidha aliona endapo kukiwa labda hakuna mawasiliano mazuri, labda kupitia online huku, si ndiyo? Je, kwa fizikali, huyu anasaidiwa vipi? Ni mpaka aje Dar es Salaam au aende mkoa wa jirani? Hapana, mtu kama huyu anaweza, nimesema, njia ya kwanza akatuma taarifa zake kwenye barua pepe moja kwa moja tutamuunganisha, au njia ya pili anaweza akapiga huduma kwa wateja kwenye namba yetu ya 0800112020. Ukipiga pale atakupokea mhudumu wetu, utamuelezea changamoto ya kwamba nahitaji kuunganishwa na akaunti yangu kwenye simu yangu kwa moja kwa moja. Atakuuliza taarifa zako, akiverify kama wewe ni mhusika, atakuunganisha na utapata ujumbe kwenye simu yako muda sio mrefu, alafu utaweza sasa kuendelea kutengeneza namba yako ya siri unayohitaji kuitumia pamoja na kudownload au kupakua application ya UTT AMIS kwenye Play Store au kwenye App Store. Okay. Kwa hiyo mtu wa hivyo sio lazima afike fiziki au atafute ofisi ilipo fiziki, hapana. Anaweza akatumia barua pepe au akapiga simu moja kwa moja atasaidiwa. So, so kwa kuelezea hapo kwa Bwana Clinton. Okay. kuna utaratibu wa kujaza fomu fomu. fomu ambayo mwekezaji ambaye anahitaji kuunganishwa na huduma ya simu itabidi ajaze ile fomu fomu, then sisi tutamuunganisha kwa kutumia ile fomu. Okay. ambayo hiyo fomu ni muhimu, inakuwa na taarifa zako kama majina yako kamili matatu sawa? inakuwa na namba yako ya simu ambayo unahitaji kuunganishwa, inakuwa na akaunti namba yako ya UTT pamoja na sahihi yako. Mm -hmm. Vizuri. Kwa hiyo siuchaipata hiyo fomu tutakuunganisha na huduma ya simu ili uweze kupata taarifa za kupitia simu yako wewe mwenyewe ya mkononi Okay. Yes. Sawa sawa. Naamini uh, dada yetu au ni mama yetu uh, Mam uh, Remishayo atakuwa ameweza kujibiwa kwa ufasaha kabisa kwa ndugu yangu Clinton pamoja na Brian. Kuna dada yetu huyo anaitwa Precious alikuwa anauliza kwamba je, mwekezaji anaruhusiwa kutoa hela au vipande ndugu yangu Brian? Dada yetu tumeweza kumsikia Precious, anauliza hili swali. Sawa. Sasa tukija katika muktadha wa hela na vipande, mm. Kwanza kabisa tujue kwamba ukija kuweka hela yako UTT kwa lugha nyepesi maana yake unanunua vipande, okay. Sawa, ama tunaita unit kwa sababu sisi UTT tuna deal na kitu kinaitwa unit ndio kipande chenyewe sasa. okay. Sawa, kwa hiyo kwenye utaratibu wa kutoa ama kuuza vipande vyako kwa lugha nyepesi itadepend na wewe upo kwenye mfuko gani? okay. Sawa, kama tunavyofahamu sisi tuna mifuko ya uwekezaji sita, ndio. Sawa, ambapo kila mfuko una sera yake kuna baadhi ya mifuko ambayo itakunyima wewe kutoa hela lesi kwa miaka kumi mm. Sawa, na kuna baadhi ya mifuko ambayo itakupa ya mifuko mm. Okay. Urahisi mm. ama, ukwasi. Ukwasi. Ni mfuko ambayo flexibility ama mm. muda sawa. Sawa, tuchukulie mfano tunao mfuko, mm. mfuko, tu na yeah, yeah. Mfuko ambao unakubana kuja okay. kwenye upande wa kufanya kwa kuuza vipande vyako, ama ndo kutoa hela ya yako. Kwa hiyo kabla ya kujiunga UTT, sawa, lazima ufahamu wewe una malengo gani, sawa, ili uingie kwenye mfuko ambao uta, uta fit ama uta meet yale malengo yako. kwa kuongezea au kwa kuchangia okay. alipozungumzia brand mm. katika mifuko ambayo inakuruhusu wewe kutoa hela muda wote, pia kuna zile condition au kama sera za mifuko ambazo zimewekwa ili mwekezaji aweze kutoa fedha yake kwa so, so. Mfano, katika mfuko wa ukwasi mwekezaji atakapotoa fedha yake katika mfuko wa ukwasi, aidha kwa kutumia fomu hmm. au kwa kutumia njia ya simu mwekezaji anatakiwa, au, sisi tunatakiwa tufanyie kazi yale maombi yake ndani ya siku tatu za kazi, fedha yake iwe imeingizwa kwenye akaunti yake ya benki. Na fedha inaingizwa kwenye akaunti ya benki, ukitoa kwa njia ya simu au ukitoa kwa njia ya fomu fedha inaingizwa kwenye akaunti ya benki. Kwa kuna njia mbili za kutoa kuweza kutoa hiyo pesa ya mwekezaji. Ndiyo. Kiasi ambacho kipo chini au kuanzia milioni tano kushuka chini, mwekezaji anaweza kukitoa kupitia simu yake. Okay. Lakini kama ni zaidi ya milioni tano, basi italazimika kujaza fomu ya fedha ambayo inaitwa yeah, repurchase. Na yule ambaye anatoa kupitia simu ya mkononi manake kupitia hiyo simu hajazi fomu. Hapana, ah, hujazi fomu. Ukipiga nyota mia moja na hamsini, nyota 82 alama ya reli, utachagua namba tatu, kuuza vipande au kama unatumia application ya UTT AMIS, mm, unaweza kuja pale kuandikwa sell mkato redeem, ukibonyeza pale utaandika kiasi unachokihitaji na utapata ujumbe kwamba maombi yako yamepokelewa na anafanyiwa kazi ndani ya muda fulani. Na hiyo fedha itaingizwa kwenye akaunti yako ya benki, mm, kwa mfuko wa liquid fund au kwa Kiswahili mfuko wa ukwasi, ndani ya siku tatu za kazi, okay. Lakini kwa mifuko mingine Umoja, labda umetoa pesa kwenye Wekeza Maisha au umetoa pesa kwenye akaunti ya watoto au, wa, toto, mm, au, jikim, au mfuko wa hati fungani hiyo fedha utaipata ndani ya siku kumi za kazi. Ndani ya siku kumi za kazi katika hiyo mifuko mingine yote mitano ambayo ilobaki tofauti na Liquid, ndani ya siku tatu, lakini mifuko mingine ni ndani ya siku kumi za kazi. Naamini basi dada yetu uh, Precious naye anaweza akawa tumemjibu uh, vizuri kabisa. Tumalizie katika swali letu uh, la mwisho kutokea katika maswali yetu yale ya, ya, ya katika mitandao ya kijamii uh, kuna dada yetu anaitwa Flora, yeye aliweza kuuliza hasa nitakuja kwako uh, ndugu yangu Brian tuweze kumjibu dada yetu huyu. Uh, akitaka Ah, kuja ofisini kuja kujiunga, anauliza aje na nini, vile vitu sahihi vinavyomfanya yeye leo hii aje kuwa mwanachama hai wa kudumu wa UTT AMIS duniani, aje na nini? Sasa huyu mwekezaji mtarajiwa ambaye anakuja kujaza fomu ofisini kwetu ya kufungua akaunti hmm, au kukamilisha usajili wake hmm, anatakiwa afike ofisini kwetu na passport size yake okay, namaanisha picha utambulisho ile ile picha yake sasa okay, then baada ya hapo anakuja na nakala ya kitambulisho chake cha taifa okay, au namba yake ya NIDA. Akija nayo sisi tunaitumia pia okay. Uh, baada ya hapo akishafika navyo tu ofisini, sisi tutampa fomu ataijaza, alafu atatupatia alafu tutakamilisha usajili wake. Kwa maana yake kwa lugha nyepesi hapo yeye, yeah, anakuwa ameshakamilisha usajili. Kwa maana yake hivyo vitu viwili tu, aje na nakala ya kitambulisho cha uraia au tunazungumzia cha, cha taifa, si ndivyo? Aje na passport size ya utambulishi kwamba huyu ni aliupuju, si ndivyo? yes. kwa hiyo mwisho wa siku nakuwa nimekwalifai kuja kujaza fomu za kujiunga na kuwa mwanachama hai wa kudumu wa UTT AMIS Mi nafikiri hayo ni baadhi katika yale maswali na majibu ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Sisi hapa tutakuja kila siku kuweza kukujibu wewe mwekezaji, duniani kwa ujumla, diaspora msiokuwa na diaspora, wa Tanzania, wa Afrika, waliokuwa Misri, Nigeria, uko Ghana lakini UTT naamini kwamba unaifahamu. Una swali lako lolote, uliza kupitia peji zetu za Instagram at UTT AMIS, sisi tutakujibu. Kijiwe Mchongo iko kwa ajili yako. Nilikuwa na ndugu yangu Clinton pamoja na brani wako hapa kwa ajili ya kuweza kujibu yale maswali yote ya kwako, kwa ambayo anaweza akawa ameleta ukakasi. Ebwana, sisi hatuna lengine, tukushukuru sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kijiwe Mchongo mpana mpana na UTT AMIS imetufikia. Tukutane siku nyingine, baibai.